Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote: watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja mfarisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule mfarisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, e Mungu, niwe radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila aliye ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, somo la Injili iliyoandikwa na Luka tuliyoisikia hivi punde Yesu katika utume wake wa kuhubiri neno la Mungu na kufundisha na kurekebisha yanayopaswa kufanyika, leo anawafundisha wale waliojiona kuwa ni wenye haki kuliko wengine na kupelekea kuwadharau wengine. Somo hili Yesu anatoa mfano wa watu wawili waliokwenda hekaluni kusali, mmoja mfarisayo na mmoja mtoza ushuru Yesu anatumia mifano ya watu hao wawili kwa sababu katika jamii ya Wayahudi, Mafarisayo walijiona ni watu wenye haki, waliosoma sana, wanastahili vitu vizuri, vyeo, wenye heshima, na ilipelekea wao kuwadharau wengine na kuwatwisha wengine mizigo ya sheria, ilhali wao hawakuzishika na kuzitii. Mtoza ushuru naye katika jamii ya Wayahudi alionekana mtu mdhambi sana, mwizi, mfisadi, mkandamizaji na mwenye kuwadhulumu wengine. Hivyo alikuwa anadharauliwa katika jamii hiyo na kuchukiwa sana. Yesu anatumia mfano wa watu hawa kutaka kueleza jinsi Mungu hufanya kazi zake bila kumwangalia mtu ni nani na ana tabia gani. Katika mfano huu wa Wafarisayo anayeenda hekaluni kusali, pamoja na majigambo, sifa na kujiona mwenye haki na kustahili mbele za Mungu, na wa pili, mtoza ushuru alienda hekaluni kwa moyo wa unyenyekevu, moyo wa majuto na kujiona hastahili mbele za Mungu hivi aliomba radhi na msamaha wa dhambi zake. Yesu alitaka kutufundisha na kuturekebisha mitazamo ya wale wanaojiona kwamba Mungu upokea. Yesu anawafundisha na kuwarekebisha mitazamo waliojiona kwamba wao wanafaa, watambue ya kwamba Mungu upokea sala ya mnyenyekevu na moyo wa kweli kuliko sala za mnafiki na za mwenye majivuno na majigambo. Tunaalikwa katika maisha yetu tuwe wanyenyekevu, tusijione bora kuliko wengine, tusijinyime utakatifu, tusijione watakatifu kuliko wengine. Tutambue sote ni wadhambi mbele za Mungu na wote tunahitaji huruma na msamaha wa Mungu. Tudumishe fadhila ya unyenyekevu ili tujipatie neema na baraka katika maisha yetu. Tukitumie kipindi hiki cha Kwaresma vizuri kwa kufanya toba ya kweli na mabadiliko ya kweli, ili tujipatie neema na baraka katika maisha yetu. Tabia zetu zisiwe kikwazo kwetu sisi kuto kupokea baraka na msamaha wa Mungu. Tuishi kwa upendo, unyenyekevu daima na daima tusali kuwa na moyo mnyofu ili tuhesabie wenye haki mbele za Mungu. Niliyekuletea tafakari hii ni Padre Kennedy Mwamburi Mwakio wa jimbo Katoliki la Lindi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina.